Jinsi ya kujiunga na JWTZ. Kwa mfano, JWTZ wanapotangaza nafasi. Kama ukizingatia hivi vigezo, unaweza ukapata nafasi JWTZ. Namba moja, zingatia vigezo vinavyotolewa na tovuti rasmi ya JWTZ. Mfano, umri ni miaka 18 hadi 25. Ukizidisha hapo ni ngumu sana kupata nafasi. Namba mbili, fatilia vyombo vya habari vinavyotambulika rasmi na umma, kama vile Instagram page ya JWTZ, ifatilie. Lakini namba tatu, hakikisha una vitu vyote vya muhimu, kama vile vyeti vya shule, vyeti vya kuzaliwa, cheti cha kuhitimu mafunzo ya JKT na kubwa zaidi hakikisha unafuatilia tovuti rasmi ya JWTZ. Vigezo wanavyovitoa kule kwenye tovuti rasmi ya JWTZ hakikisha unavizingatia. Mimi nimemaliza, subscribe, nikutakie siku njema.